Wananchi. Habari zenu wote. <laughs> Mimi naitwa Ani. Mtoto wa mlima, Mtoto wa mlima mwanamaa. Tuko hapa bogelelea maneno ya school fees, na tuko hapa tumeambiwa na spika wetu tuongee tunapendekeza itole, itolewe, ama tunakatalia, ili aweze kusikia. Mimi niko hapa kusema, kutoa elimu ya bure katika watoto wetu ni kuua watoto wetu, kutoa school fees elimu ya mburi hiyo, ni kumaanisha Ruto hataki watoto wenye maendeleo. Hiyo ni kumaanisha aliumia wakati aliona jinsi wamesoma wamerefuka, wakamfuta Wanjinga hatukubali na hatujapenda kama wazazi. Mimi niko na watoto watano wanasoma, mebea masingo walikuwa wamekaa nyumbani, sina hiyo school fees. Na ikiwa hiyo mnaambiwa ati ametoa tulipe, itaripwa mara tatu. Haita lipo hivyo mnafikia mara ngapi juu ataongeza saidi apate ya kujibenefiti we mwenyewe kupita elimu so tunaona watoto wetu kama huyo mama ako single, kama huyu mama saa hii hakuna vibarua wapo ulipe shule ni rent ni chakula ama ni shule utaamua mtoto wakae nyumbani wakule na ulipe makao Si ni ukweli, watoto wakataa kusoma ili wakule wasife. Jueta mtoto akilala njaa, wapendwa, aende shule anageini nini? Okay. kuna kitu anasikia hapa, nitumwambie awache kutunyanyasa na elimu ya watoto wetu, awache kutuvumilia na elimu ya watoto wetu, aachilie watoto wasome pesi ya Kibaki ingia na inataka wazazi, mko hapa mniambie, ni watoto wa gapi walitolewa kwa manyumba na machifu na maheadmen wakiingizwa shule mpaka darasa ikakosekana pahali ya kukaa. Ni ukweli, darasa ilikuwa ilikuwa inakaa watu 80 wanafunzi mia wengine chini ya miti sababu walikuwa wameshindwa na kusomesha watoto. Wanapenda wazazi, bali hawana nguvu na uwezo, wakakaa nyumbani. Wakati el, free education ilikuja, niliona mpaka hata wazee, hata watu wamekomaa walitamani na hawakusoma, wakaingia kufanya na watoto wao wachuku na wachukuu wao, maana wazazi wao hawakuwa na uwezo ili Kenya iweze kuendelea iliendelea i kuendelea. Tungekuwa hapa kama hatujasoma, tungeongelea nini? Tungekuwa tunajua kuongea Kiswahili? Tungekuwa tunajua kuongea Kiswahili, tungejua kutetea haki zetu? Ni elimu imefanya tujue kutetea haki yetu, ni elimu imefanya tujue kujisimamisha, ni elimu imefanya tujue ukweli wetu. Kwa kwa hivyo without elimu we are the milai elimu tutakuwa, nchi imekuwa jinsi unasema Tanzania, Uganda ndu hawajui chochote, hawajui haki yao, hawajui raiti yao. Ni ukweli okay. Hivyo sidi anataka tufanye? <laughs> Yeah. Akatunyima kazi haso, akifanya ingine asiguza watoto. Mi kama sijasoma barua iletwe, nani atanisomea kwa nyumba k? Okay, tumeandikiwa, tunauawa, nani atakwambia tuna imeandikwa Kiswahili kisungu, tuko pamoja? Sijasoma, yeah. yeah. mtoto hajasoma, nani ataniambia mali mali yetu inaenda nani? Atanifungua macho? Na kama amejua kusoma, ndiposa tunasomesha watoto. yeah. asome hata hiyo. Nikuwa natamani nisome university. yeah. aende ni Makerere, hata apite hiyo juu, ile hajikusoma na naviposa wamekuwa wajanja mpaka wanashinda serikali juu wamesoma, mpaka teknolojia eh. ile ye hajasoma Eh. ile ye hajasoma Eh. ile

vimetoa pia yes. Si ameshiba na, na kuongoza yes. Kwa nini aende, na amesoma? Na naataki watoto wasome semega wakena vijana yetu waliyesoma ukejulia wapi, kama hujasoma mwezi wa pili mwaka ujao, waila alisaini na wanaongeaga kisuri. <laughs> Ungejua, lakini sababu umesoma, unajua ku hand over mambo yako kwa kichwa, ni kweli. So we are here to say elimu isipunguzwe, elimu ya watoto wetu iachwe vile vile iliachwa, watoto waendelee na masomo, watoto wainuke, ili wakishindwa na kazi Kenya waende nje, wakatafuta vibarua, wajisaidie huko, yes.

Mkilipa adogo mulima tutaamka. Kwani sisi tuko nani? <laughs> Tulipe miki kwanini? Na tuko Kenya, tutahamia Westlands, tuhamia Ujaruo, penye masomo iko rahisi. Kwa leo. Sio hiyo. <laughs> <laughs> Atuache mulima peke yake, atabale mulima hiyo kama atatawala kama tumehama uka ikiongezewa. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aliye vote mimi sikumpatia na hata siwezi nikampatia, hata kirudi mara kumi siwezi, lakini uka ikinunua mserikali zote aliye vote, asiye vote, and that's why he complain about Ruto. Isipokuwa ameniguza na maso manake mimi hakuniona kwake